Na, msifikiri CCM haijui matatizo yenu. CCM gani hiyo itakuwa haijui matatizo? Kwanza CCM ilianzishwa na vijana. CCM ni tani. Ilianzishwa na Mwalimu Julius Nyerere akiwa na miaka thelathini na mbili. Alikuwa mzee? Alikuwa kijana. Vyama vyote na mapinduzi duniani yanafanywa na vijana. Huwezi kupuuza vijana. Chama kinachopuuza vijana kitakuwa kimekwisha kufa, kwa sababu hakuna chama cha wazee peke yao, labda iwe NGO yao ya kucheza bao. Lakini kama ni chama kabisa, lazima kijue matatizo ya vijana, na lazima kijishughulishe na ya matatizo yao, kwenda kuwapa vijana matumaini kwamba mipango inayokuja na awamu inayokuja ya baada ya, ya uchaguzi tumekubaliana mimi ni mjumbe wa kamati ya Ilani. Tumekubaliana kwamba lazima vijana wapewe nafasi maalum, lazima tuwape nafasi ya kufanya kama ni uvuvi, wavue kisasa, wasivue kama babu zao, lazima tuwasaidie zana za kisasa. Nilikuwa eh, namtania mwenyekiti, alikuwa ananiambia kuna kitaru cha kahawa vijana wa mreba wanatengenezewa, nikaambia hapo sawa, lakini vijana hawa hawataki hela za kungoja miezi sita, sita. Wa wanataka haraka pale pale <tik> <tik> ndio ujana huo <tik> Ndi wala uwezi kuwalaumu wala walaumu wao, umewasomesha kwanza, alafu umewapa simu na televisheni, wanaona dunia, wanataka kuiga dunia kwa hiyo viko miradi ambayo vijana wakipewa wanafaidika. Moja ni uvuvi wa kisasa, unawapa zana, wanaenda wanavua. Kama ni kilimo, waingize katika kilimo cha mazao yanayoiva haraka, ndiyo bustani, anavuna nyanya, anauza, ananunua vocha. Maana kwa vijana, anaweza kulala njaa lakini akawa na vocha au sio? Huo ndio ukweli. Kwa hiyo tutaenda na ilani, na baada ya uchaguzi tutaleta programu ambayo inakuja kusaidia kuongeza mapato kwa watu wote, na vijana ndio wengi, ili na wao waweze kufaidika. Vijana, msifikiri CCM haijui matatizo yenu. CCM gani hiyo? Itakuwa hivi ma kwanza, CCM ilianzishwa na vijana. CCM ni TANU ilianzishwa na mwalimu Julius Nyerere akiwa na miaka thelathini na mbili. Alikuwa mzee? Alikuwa kijana. E, vyama vyote na mapinduzi duniani yanafanywa na vijana. Huwezi kupuuza vijana, chama kinachopuuza vijana kitakuwa kimekwisha kufa. Kwa sababu hakuna chama cha wazee peke yao, labda iwe NGO yao ya kucheza bao. Lakini kama ni chama kabisa, lazima kijue matatizo ya vijana, na lazima kijishughulishe na ya matatizo yao, kwenda kuwapa vijana matumaini kwamba mipango inayokuja na awamu inayokuja ya baada ya uchaguzi, tumekubaliana. Mimi ni mjumbe wa kamati ya Ilani tumekubaliana kwamba lazima vijana wapewe nafasi maalumu. Lazima tuwape nafasi ya kufanya kama ni uvuvi wavue kisasa wasivue kama babu zao. Lazima tuwasaidie zana za kisasa. nilikuwa eh, namtania mwenyekiti, alikuwa ananiambia kuna kitaru cha kahawa vijana wa mreba wanatengenezewa Nikaambia hapo sawa, lakini vijana hawa hawataki hela za kungoja miezi sita, wao wanataka haraka pale pale, ndio ujana huo. <laughs> wana uwezi kuwalaumu wala wao, umewasomesha kwanza, alafu umewapa simu na televisheni, wanaona dunia, wanataka kuiga dunia kwa hiyo viko miradi ambayo vijana wakipewa wanafaidika. Moja ni uvuvi wa kisasa, unawapa zana, wanaenda wanavua. Kama ni kilimo, uwaingize katika kilimo cha mazao yanayoiva haraka, ndiyo bustani, anavuna nyanya, anauza, ananunua vocha. Maana kwa vijana, anaweza kulala njaa, lakini akawa na vocha au sio? I huo ndio ukweli. Kwa hiyo tutaenda na ilani, na baada ya uchaguzi tutaleta programu ambayo inakuja kusaidia kuongeza mapato kwa watu wote, na vijana ndio wengi, ili na wao waweze kufaidika.